Baada ya siku 434 za kuzunguka angani, ndege ya kijeshi aina ya Boeing X-37B imetua kimya kimya katika mji wa California bila kuwa na shamra shamra za sherehe yoyote wala taarifa muhimu kuhusu kutua kwa ndege hiyo huku hii ikihesabika kama ni moja ya misheni nyingine ya siri iliyokamilika. Ndege hiyo ilizinduliwa na SpaceX mnamo mwaka 2023 huku jambo ambalo bado ni kitendawili mpaka sasa ni usiri wa kwamba ndege hiyo ilikuwa inafanya nini huko angani kwa siku zote 434. Ikumbukwe kwamba ndege hii aina ya Boeing X-37B si ndege ya kwanza kukaa angani kwa kipindi kirefu, kwani kuna ndege zilizopita ambazo zilidumu hadi siku 908, jambo ambalo ni programu ya anga ya kijeshi la Marekani likionyesha mpango wake wa kuimarisha jeshi la anga. Ndege ya kijeshi ya siri ya Marekani X-37B ambayo imerudi duniani baada ya kuwa angani kwa siku 434 ina mambo muhimu kama ifuatavyo. Imeundwa na Boeing na ilizinduliwa na SpaceX mwaka 2023, huku ikiwa haina rubani. Inafanya kazi yenyewe bila kuhitaji mtu yoyote ndani yake. Inafanya majaribio ya maneva ya orbit kwa kutumia msukumo wa anga yani atmospheric drag, ili kuhifadhi mafuta. Madhumuni halisi ya misheni yake ni siri, lakini na programu ya anga ya kijeshi ya Marekani. Ndege kama hizi zimewahi kukaa angani kwa siku 98, ikionyesha kwamba Marekani inawekeza zaidi kwenye miradi ya kijeshi ya anga. Na hii ni taarifa kuhusu ndege ya siri ya kijeshi ya Marekani aina ya X-37B ambayo imerudi duniani baada ya siku 434 angani. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.